Ni asubuhi tulivu ya tarehe tano Desemba. Dunia inaamka kwa harufu ya matumaini na sauti ya huduma kwa wengine. Katika kila kona ya dunia, vijana na wazee wanavaa fulana zao za volunteer for change, wanajitokeza mashuleni, hospitalini, vijijini, wakitoa muda wao kwa ajili ya kubadilisha maisha. Ni siku ya kimataifa ya kujitolea, siku ya kutambua kwamba kila tendo la huruma linaweza kuleta tofauti kubwa. Wakati dunia ikiungana kwa ishara hii ya huruma, katika kijiji kidogo huko Mbinga, kusini mwa Tanzania, dirisha jipya la matumaini lilifunguliwa. DIRENA Health Support ilizaliwa, sauti mpya ya mabadiliko kwa afya, maendeleo na mazingira bora. Direna ilianzishwa na kijana mwenye ndoto kubwa, Baldwin John Kinunda. Alikulia katika maisha ya dhiki na kuona kwa macho ya huruma changamoto za huduma za afya, elimu na maendeleo ya jamii. Badala ya kukata tamaa, aliamua kusimama, akiamini kwamba mabadiliko huanza na mtu mmoja mwenye imani. Mnamo Julai 2022 alishirikiana na vijana wenzake wa moyo wa kujitolea. Safari ya ndoto na matumaini ndipo ilipoanza. Na tarehe tano Desemba 2022, Direna ilipata usajili rasmi chini ya mashirika yasiyo ya kiserikali kupitia sheria namba 24 ya mwaka 2022 kwa usimamizi wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum ikawa ishara ya matumaini. Siku hiyo dunia iliposimama kuheshimu nguvu ya huduma kwa wengine. Direna Health Support haikuwa taasisi ya kawaida. Ilijengwa juu ya maono madhubuti: kuunda jamii yenye afya bora, maisha yasiyo na umaskini na fursa sawa kwa wote. Kupitia miradi kama kituo cha afya huko Mbinga, Direna inasimama mstari wa mbele katika kutoa huduma muhimu kwa jamii zisizofikiwa. Wakati huo huo, jijini Dar es Salaam, kupitia Direna Gym zaidi ya wanachama elfu moja wameunganishwa katika harakati za kuhimiza afya bora, mazoezi na kuhamasisha mitindo ya maisha yenye nguvu ya matumaini. Tazama katika kuadhimisha Siku ya Udongo Duniani, Direna pia imejikita katika kulinda mazingira yetu kupitia miradi ya upandaji miti, kilimo endelevu na uwezeshaji wa wanawake kiuchumi. Tunaamini afya bora haiwezi kupatikana bila ardhi yenye rutuba, mazingira safi na jamii iliyojengeka na misingi ya usawa. Tukiwa tumeangazia malengo endelevu ya dunia, tarehe tano Desemba pia Dunia humkumbuka shujaa wa haki Nelson Mandela, mwana wa Afrika, aliyeamini katika nguvu ya upendo kuliko chuki, nguvu ya kujitolea kuliko ubinafsi. Direna Health Support tunafuata nyayo hizi. Tunaamini kama Mandela kwamba mabadiliko ya kweli huanzia na imani na kwamba kila mtu anastahili kuheshimiwa, kulindwa na kuendelezwa. Leo zaidi ya wanachama mia tano wa Direna wamesimama bega kwa bega, wakiunganishwa na ari moja ya kuleta mabadiliko katika afya, elimu, mazingira na maendeleo ya jamii. Direna Health Support si shirika tu, ni familia, ni sauti ya matumaini, ni harakati za kuunda dunia ambayo watoto wetu na jamii wataishi kwa afya, amani na heshima. Direna Health Support ni tumaini la kweli, afya iliyo bora na utajiri wa kweli.